Asante familia ya ndugu yetu Cyrus Jirongo, ikiongozwa na mama wajane, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, mheshimiwa Prime Cabinet Secretary ndugu yetu Mheshimiwa Wetangula, viongozi wote ambao wamefika siku ya leo, magavana wenzangu, wabunge wetu, MCAs wote, na wote ambao wamefika siku ya leo kwa harusi ya mwisho ya ndugu yetu, Bwana asifiwe. Mrembe, asante. Kwanza kabisa, nachukua fursa hii pia kutambua MCAs wote ambao wamefika siku ya leo, tafadhali pungeni mkono MCAs wetu. Natambua pia executive wote ambao wamefika in memory and honor of CJ, tafadhali simameni mpunge mkono, Kakamega County and all the executive ambao wamefika siku ya leo. Nachukua fursa hii kumtambua Deputy Governor wa Viiga ambaye ako hapa, mheshimiwa Wilba Kitiezo, punga mkono. Na pia kwa sababu hapa mtoto wa pasta, dakika moja uje uomboleze rafiki yako, ambaye alikuwa ni rafiki wa dhati Najua mlikuwa mnakunywa naye uji, karibu sana mheshimiwa Sabuni, viongozi uh, wote wa kitaifa na wa kaunti, kanisa na jamii waliopoteza mpendwa wetu, bwana asifiwe. Nyote hebu nione wale wamekuja kwa roho safi kwa harusi ya mwisho ya Jirongo, asanti sana.